should change from district into regional hospitals in terms of service provision and if it need be to to build more structures we will do that katika hotuba yake Dr. Shene amesema kuwa Juhudi za mradi wa kuendeleza huduma za afya Zanzibar HIPS sio tu umeweza kusaidia kuziweka hospitali za Makunduchi na Kivunge katika hali nzuri na bora katika utoaji wa huduma, lakini amesema mradi huo umesaidia kwa kiasi kikubwa kupunguza msongamano wa wagonjwa katika hospitali kuu ya Mnazi Mmoja. Ametumia fursa hiyo kutoa shukurani kwa uongozi wa mradi huo wa HIPS kwa kuweza kuimarisha huduma za afya, miundombinu, usimamizi na uwajibikaji katika hospitali hizo. Aidha, Dr. Sheni ametoa wito kwa Wizara ya Afya kuimarisha utoaji wa mafunzo kupitia mradi huo kwa madaktari wa zalendo kupitia madaktari wageni wanaokuja kufanya kazi Zanzibar kupitia katika mradi huo wa HIPS. Dr. Sheni pia ameeleza juhudi za serikali katika kuimarisha sekta ya afya nchini ikiwa ni pamoja na kuimarisha huduma za afya, ujenzi wa hospitali ya Abdallah Mzee hospitali ya Mnazi Mmoja, kuimarisha miundombinu ya hospitali vifaa na mafunzo, huku akieleza kuwa serikali imeongeza bajeti ya wizara ya afya kutoka shilingi za kitanzania bilioni 4.3 kwa mwaka wa fedha 2015 2016 hadi kufikia bilioni 4.9 katika mwaka wa fedha 2016 2017. Pamoja na hayo, Dr. Shen amewaahidi viongozi wa mradi huo kuwa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar itaendelea kuwaunga mkono ili mradi huo uendelevu na uweze kufanya kazi vizuri. Katika hafla hiyo, jumla ya shilingi za kitanzania milioni 67 zilichangwa katika harambee iliyoendeshwa ukumbini hapo ambapo Dr. Shen amechangia milioni 10 pamoja na mama mwanamwema Shen naye amechangia milioni 5. Waziri wa afya Mahmud Thabit Kombo kwa upande wake ameeleza mashirikiano mazuri yaliyopo kati ya liopo, HIPS na serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kupitia wizara yake ya afya na kumpongeza Dr. Shen kwa kuwa kiungo kati ya wizara hiyo na mradi huo wa HIPS. Anafanya kazi nzuri, kama mliona hapa, kwa kushirikiana na wenzetu, kwa sababu hizi ni hospitali za serikali, wafanyakazi ni wa serikali, serikali ndio wanawalipa mshahara Viongozi wa HIPS kwa nyakati tofauti wameelezea mafanikio na changamoto wanazokabiliana nazo ndani ya miaka kumi ya mradi huo na kuahidi kuendelea kuiunga mkono serikali katika kuimarisha sekta ya afya hapa nchini. Sisi tunaendelea na kazi zetu, na pamoja na a wizarani na serikalini. Tunashukuru sana haswa, asante sana kwa jioni hii, tunashukuru mno. Mradi wa HIPS umeanzishwa mwaka elfu mbili na sita, ambao unafanya kazi chini ya Wizara ya Afya ili kuimarisha huduma zote za afya za hospitali ya Makunduchi na Kivunge. Nikiripoti ni mimi Omar Ahmed Mcheju.